Tamko la kupinga kauli inayorudisha nyuma harakati za marekebisho ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971. Ndugu waandishi wa habari, Mtandao wa bari, kutokomeza ndoa za utotoni Tanzania kama wadau wa haki za watoto tumesikitishwa na kauli iliyotolewa na Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Damas Ndumbaro Siku ya tarehe kumi mwezi Mei mwaka 2025 wakati wa mkutano na wanahabari jijini Dodoma, ambapo waziri alinukuliwa akisema, baadhi ya ndoa zinagusa imani za watu, huwezi kwenda kuzibadilisha hizi imani kwa kutunga au kubadilisha sheria pasipo kukaa na kupata ridhaa ya hawa watu, na ridhaa hailazimishwi Serikali ilielekezwa na mahakama lakini, kumbukeni, lazima tupate ridhaa ya watu hawa wote. Ndugu waandishi wa habari na wananchi mnaotusikiliza, kama mtandao tumesikitishwa sana na kauli hii, ambapo nikiweza kuifafanua, nafikiri mtapata nafasi ya kuiona. Mheshimiwa Waziri alikuwa anazungumza swala la mabadiliko ya sheria ya ndoa na kwa nini mchakato umekuwa unachukua muda mrefu kwa serikali kuweza kubadili sheria ya ndoa kama ambavyo walielekezwa na mahakama yetu ya rufani, na Mheshimiwa waziri akawa anasema kwamba serikali haiwezi kutunga au kubadili sheria katika eneo hili mahususi bila kupata ridhaa ya makundi, hasa alikuwa anazungumza makundi ya dini, na akazungumza kama makundi ya dini ndo kikwazo kwenye kubadilisha sheria hii. Ndugu waandishi wa habari wa, kwa kauli moja, sisi kama wanamtandao wa kutokomeza ndoa za utotoni Tanzania tunapinga sababu iliyotolewa na Dkt. Ndumbaro. Tunapenda kumkumbusha Waziri wa Katiba na Sheria kuhusu dhana ya utawala wa sheria kama ilivyoelezewa vyema kwenye ibara ya 107 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na umuhimu wa kuheshimu maamuzi yaliyotolewa na mahakama kuu na mahakama ya rufani ambazo ziliamua kwamba sheria ya ndoa katika kifungu cha 13 na 17 vinakinzana na katiba yetu na kutoa maamuzi kuwa vifungu hivyo vya 13 na 17 vibadilishwe. Ndugu waandishi wa habari, wa labda kusisitiza tu katika ibara hii ya 107 katiba yetu inazungumza dhana ya mamlaka ya utoaji haki na kifungu hiki cha mia na saba cha kwanza kinasema kwa kauli thabiti kabisa kwamba mamlaka yenye kauli ya mwisho ya utoaji haki, ya utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakuwa ni mahakama. Kwa maana hiyo tunapenda kusema kwamba kama Mahakama ya Rufani ilishaamua kwamba sheria hii inakinzana na katiba yetu na mahakama ya rufani ilienda hatua moja zaidi, ikaipa serikali mwaka mmoja kuwa imebadilisha sheria hii. Serikali ikija ikisema inasubiri ridhaa, inasubiri ridhaa ndio iweze kubadili sheria hii, inatupa mashaka sana kwenye dhana ya utawala wa sheria katika nchi yetu, lakini kuheshimu maamuzi ya mahakama, ambapo tunaamini ni msingi muhimu sana kwenye katiba yetu na dhana ya separation of power. Kwa hiyo kwa kauli hii na kifungu hiki au ibara hii ambayo nimeisoma kama mtandao, tunatoa kauli thabiti kwamba tunapinga kauli hiyo. tokana na hili yote ambayo yanarudisha nyuma, ni lazima tufanye mabadiliko ya sheria. Hatuwezi kuendelea kuishi kwa miaka hamsini, ni ni sawasawa tunarudi tulikotoka. Sio kama tunahitaji kuwa na taifa endelevu. Ni lazima tuwakomboe wasichana hawa, na hatuwezi kuwakomboa endapo tutaendelea kuishi ndani ya sheria hii. Wito wetu kwa serikali ni kuharakisha marekebisho ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kulingana na kesi ya Rebeca Gyumi, lakini pia kufanyia marekebisho vifungu vya sheria vyingine ambavyo vinamkandamiza msichana ili kuongeza ulinzi kwa watoto wa Tanzania. Tamko hili limetolewa na Mtandao wa Kutokomeza Ndoa za Utotoni Tanzania.